Ah, hapa shambani kwetu tumekuwa na hii michungwa kama ambavyo unaiona hapa sasa. Hii michungwa ni dawa moja zuri sana, unaweza ukatumia aa, kwa mfano limao, kuna namna ambavyo unatumia inakuwa ni dawa, lakini pia leo ninataka tuzungumzie haya majani yake, haya majani ambayo unayaona hapa, haya ni majani yanaweza yakawa ni ya chungwa au yanaweza yakawa ni majani ya limao. E, ukiyachuma yana faida kubwa sana kwa kuku. Sasa kwenye hii video, nitakwenda kwambia yana faida gani kwa kuku, lakini pia haya majani ambayo unayaona unayatumieje kwa kuku? Je, unayachuma ukawawekea au unayachanganya kwa kwenye maji? Kwa nisikilize mpaka mwisho utapata kujua namna ambavyo a, tunatumia haya majani na faida yake e, kubwa kwa kuku. Kwanza kabisa tuaze na faida kubwa ambayo sisi pia tumekuwa tukiipata hapa shambani kwa kutumia haya majani. Moja ya kitu cha msingi kabisa kwenye haya majani kwanza yana vitamin C kwa wingi sana. Haya ni majani fulani ambayo yanakuwa na vitamin C kwa wingi kama utawapatia eh, kuku wako. Na kutokana na hivyo hivyo basi, huwa yanachochea kuwafanya kuku wako waweze kutaga vizuri eh, kwa kuondoa stress eh, kwa kuku kuku huwa hawahitaji stress ili waweze e, kutaga, yani kama vile kukurupushwa, labda joto. Kuna muda mwingine kuku wakisikia joto sana hivyo, wanapata stress na kufanya e, kiwango cha kutaga kikashuka chini. Sasa kama utawapatia haya majani, watapata kiwango kizuri cha utagaji, kwa sababu yatawaondolea stress na kuwafanya e, kuku wawe na hali nzuri ya utagaji. Na jambo jingine, hii ni kinga zuri sana ya magonjwa kwa kuku. Ni moja ya kinga eh, zuri sana kwa sababu inakwenda kuimarisha chembe chembe hai nyeupe za damu kwa kuku, na hivyo kumfanya kuku awe na uwezo mkubwa wa kupambana na magonjwa. E, pale ambapo magonjwa yanamshambulia. Unajua mazingira ambayo e, kuku wetu wanaishi, ni rahisi sana kukutana na kadhia za vimelea wa magonjwa. Inaweza ikawa ni bakteria, inaweza ikawa ni virus vyovyote vile, kutokana na kwamba wanaishi kwenye uchafu, lakini pia hawa kuku wana mwingiliano, mzunguko wa hewa unaweza ukawa pungufu. Kwa hiyo kama utakuwa unawapatia haya majani ya E, yanaweza yakawa ya mchungwa au yanaweza yakawa ya limau, basi utakuwa umewasaidia sana kuku wako dhidi ya magonjwa, kuwakinga dhidi ya magonjwa kwa kuimarisha e, chembechembe hai nyeupe ambazo huwa zinapambana na magonjwa. Na kitu kingine ambacho ah, haya majani huwa yanasaidia sana kwenye ufugaji wa kuku e, haya majani huwa yana madini ya kashamu na kumfanya kuku kuwa imara. Unajua, kuna kama yale magonjwa, kwa mfano, kuku anashindwa kutembea vizuri, ile inakuwaga kwa sababu ya upungufu wa madini ya kalsiamu. Kwa hiyo kama utampatia haya ma, ma, majani ya, ya, ya mchungwa au ya limau kuku wako, itakwenda kuimarisha mifupa ya kuku na hivyo kumfanya e, kuku wako kuwa imara zaidi. Aa, lakini pia kitu kingine kikubwa ni kwamba kama kuku wako watatumia maji ambayo yamechanganywa na majani ya mchungwa au majani ya limau huwa inaondoa sumu kwenye mwili wa kuku. E, kuna muda mwingine kwa mfano, kuna magonjwa kama vile unakuta kuku amevimba tumboni ili, ili eneo la tumbo au eneo la chakula amevimba. Sasa ule unakuaga, muda mwingine ni mlundikano wa seli, muda mwingine ni mlundikano wa... natokanaga na sumu kwao. Kama anatumia kwa na, na, natumia majani, basi inamkinga moja kwa namkinga mojakwamoj. Uh, pia kwa upande mwingine nimekwambia kwamba uvimbe unaweza ukawa ni uchafu ule uchafu unatokana na sumu, lakini pia mda mwingine unaweza ukawa sio uchafu, kinaweza ukawa ni mlundikano wa seli, yani aa, kwa binadamu tunaweza tukasema ni kama vile ni kansa aa. Sasa e, kama utatumia haya majani ya mchungwa au majani ya limau, inakwenda kutibu vizuri kabisa hilo tatizo. Aa, haya majani yana umuhimu mkubwa sana lakini sio kitu cha kutumia kila siku, kuna namna ambavyo inatakiwa utumie. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho kwa hii video. Nikirudi tena nitakwambia kiasi gani inatakiwa uwapatie kuku wako na unaandaeje kwa ajili ya kuwapatia eh, kuku wako. Kwanza kabisa nipende tu kukukumbusha sisi KingoFarm tunajishughulisha zaidi na kutoa elimu ya ufugaji kwa wewe mfugaji ambaye unanitazama hapo. Moja ya changamoto kubwa ambayo wafugaji wengi wanapata hasara kwenye ufugaji ni kutokuwa na elimu sahihi ya namna vile ambavyo wanaweza wakaendesha ufugaji. Ah, hapa utajifunza vitu vingi sana. Sisi hapa shambani huwa tunaleta vifaranga wa siku moja. Kwa hiyo, kuna maandalizi ya kabla hujapokea vifaranga inatakiwa uyafanye. Siku ambayo unapokea vifaranga, kuna hatua za muhimu kabisa inatakiwa uzifuate ili usiweze kupata changamoto. Ah, pale ambapo unakuwa unawalea vifaranga wako, hii ni hatua muhimu sana wafugaji ah, ambao mnatazama hii video. Uleaji wa vifaranga wakiwa wadogo tu o pamekosewa ni kwenye uleaji wa vifaranga au kwa ambao unawaona wanapita kwenye hizi video kuna wafugaji ambao tuliwaelekeza tokea tunawapokea vifaranga wakiwa wadogo wa mpaka wamekuwa wakubwa. Kujiunga na kundi letu la mafunzo ni shilingi elfu tano. Utakaa kwa muda wa miezi miwili, utapata elimu ya kumlea kifaranga tokea akiwa na siku moja mpaka anapofikisha miezi miwili. Lakini pia tunavyo vitabu kwa ajili ya elimu ya ufugaji. Tuna vitabu vitatu. Tuna kitabu cha kwanza ni cha tiba za asili. Hichi kitabu cha tiba za asili utaelekezwa vitu ambavyo unavyonaga wewe ni vya kawaida. Kwa mfano tangawizi, kitunguu saumu, kitungu, kitunguu maji, hivi unaona tu kama ni viungo vya kuweka kwenye chakula, lakini hivi vitu vina thamani kubwa sana tunapokuja kwenye matibabu ya kuku. Hichi kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi kipo katika mfumo wa soft copy PDF, tutakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vile vilevile tuna kitabu cha safari ya ufugaji na kitabu cha ufugaji wa broiler. Hivi vitabu viwili vitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku eh, tokea wakiwa wadogo wa mpaka wanakuwa wakubwa, hatua za kufuata, wakati wa kuwapatia chanjo, lakini pia vyakula ambavyo kuku wanastahili kupewa katika huo umri. Kwa hiyo karibu sana tukuhudumie. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000 na vitabu vyetu vyote vipo katika E, PDF tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo ukilipia tu hapo hapo unapata kitabu chako, hakuna cha kusubiri kwamba sijui kisafirishwe kifanyoje, unakipata muda huo huo. Kwa hiyo tupigie simu kama unahitaji hizi huduma, lakini pia unaweza ukatutafuta WhatsApp, hiyo namba, tunapatikana e, muda wote. Ah, sasa tuangalie namna gani unaweza ukatumia haya majani. Kwanza kabisa uh, majani haya unaweza ukatumia kama kinga, lakini muda mwingine unaweza ukayatumia e, kama tiba. Kama unatumia kama kinga, uh, tumia walau hata mara moja kwa wiki mbili e, kitu kama hicho hapo. Lakini pia kama unatumia kama tiba, usizidishe kutumia zaidi ya siku tatu kama Uh, labda unataka utibie ugonjwa ambao nimetaja nime, nime, nime, nime e, hapo mwanzo, uh, au unataka kuku wako atage vizuri, tumia siku tatu. Zikifika siku tatu, basi kama huo ugonjwa unaotibia haya majani haujapona vizuri, basi inatakiwa u, ubadili dawa na kipimo ambacho unatumia. Kwa mfano angalia kwenye hii picha Aa, kiasi hicho hapo cha hayo majani unaweza ukayaona. Ee, kiasi kama hicho unakitwanga vizuri, unaweka kwenye maji lita kumi. Kiasi kama hicho wala hutumii majani mengi sana. Kwa hiyo ukichanganyia kwenye maji, basi unaweza ukawapatia kuku wako. Au kwa wale ambao wanataka kuhifadhi haya majani, basi unaweza ukayachuma ukayanika kwenye kivuli, yasibadilike rangi yakakauka, kisha ukayatwanga kwa brandi, ukapata unga wake na ukauhifadhi vizuri kabisa. Nadhani kuna video hapa tulizungumzia namna ambavyo unaweza ukahifa uh, ukahifadhi E, vitu kama vile vitamini na vitu vingine. Kikubwa ni kwamba haya majani pia yapo katika kundi la vitamini. Kama unataka kuwapatia e, kuku wako vitamini, basi na haya majani yapo.